Ah uh, mambo vipi dada? Unajua leo tumeona tuzungumzie habari kuhusu ile tarehe 14 mwezi wa tatu ambapo Pi wali launch domain action kama mnada wa kuuza hizi domain. Lakini kabla hatujafika kwenye domain, hebu tuangalie kwanza domain ni nini? Ah uh, domain ni kama address ambayo address inakuwa specific na kampuni fulani. Kwamba ukitaka ku visit uh, website ya kampuni fulani kunakuwa na jina la hiyo kampuni dot, .domain. Na domain ambazo zinafahamika ni ambazo ni kubwa ni mfano .com, .ai na sasa Pi, wametupatia .pi. Kwenye, kwenye, kwenye Pi Network tukazinunua tuka hizi domain ambazo ni mpya ni .pi tunaweza tukazinunua na minimum amount ambayo unaweza ukaitumia kupurchase hizi domain ni pi kumi. So hii ni opportunity kwa sisi vijana, na tutakiwa kuilalia kwa sababu tumeangalia katika miaka mwishoni mwa miaka ya tisini na mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili. Kuna wajamaa wajamaa waliweza kuzinunua hizi domain wakazitunza, then baadaye makampuni yalivyoanza kuja ku adopt matumizi ya internet na kutengeneza website zao na kuzifanya zikawa available mtandaoni, wakaja wakazinunua kwao. Kwa mfano, jamaa anaitwa Gary Kremen, yeye mwanzoni mwa miaka ya 2000 alinunua hii website inaitwa sexy.com, baadaye akaja akiuza kwa dola milioni 13. Hapa tukisema tugeuze hizi kwa shilingi za Kitanzania, tunazungumzia mamilioni mabilioni ya pesa. Kuna jamaa anaitwa Mike Mann yale nunua domain ya main.com akaja akaiuza kwa dola milioni 1.3 akanunua tena domain ya pond.com akaja akiuza dola milioni 1.7. Hizi ni investment ambazo kwa sasa, kwa sababu ndo kwanza hii issue ya kununua domain za pai inakuwa ndo kwanza imeanza. Kwa mtu wa kawaida, unaweza kaichukulia poa, kaona kama sio opportunity, lakini kama investment, na uko na pai pale, kama hujafani hujazilock pai zako, hii ndo chance. Yani hii swala la kununua domain iko na potential kuliko hata pai yani zenyewe na potential kuliko pai zenyewe. Kwa sababu gani? uio Uh, hivi karibuni, tumeona kuna washikaji wa hivi karibuni wametajirika sana kwa kununua domain za AI .ai .io, lakini sasa hivi hii recent ya .pi, hii domain ya .pi ndio inakuja, na kama unavyojua kwenye community ya pai kuna mamilioni ya watu sasa hivi, na makampuni wa baadaye yataanza kuja kuiangalia na kutaka kuweka presence yao katika macho ya hawa watu. Sasa nenda hapo kwenye pai, fungua pai yako, nenda kwenye map of pai. Tasubiri hapo kidogo itafunguka. Ikifunguka go back, ita decline, ita go back tena. Utaona hapa chini kuna pi, kuna domain, pi domain. Ita click hiyo. Kuna rules pale jinsi ya kuparticipate utazisoma kama unataka. Utaonyeshwa method of bidding. Utakuja hapa kwenye auction. Ukija kwenye auction utaingia, utaingiza pale password yako, utaingia, utapewa option ya kubid. Kwa mfano sasa mimi hapa nataka ninunue ninunue ya Tigo, taandika hapa Tigo. Okay, sasa hivi hatuna Tigo. nataka ninunue let's say ya Toyota. Nitaingia hapo nitaandika Toyota.pi. Kwa hiyo website ya Toyota.pi sasa hivi inauzwa kwa pi mia nane na kumi. Mimi nitabid za kwangu hapo mia nane na ishirini. So nikibid nikiklick bid, uh kama hakuna mtu mwingine atakayeongeza pi nyingi zaidi ya kwangu, hii toyota.pi baada ya masaa ishirini na nne itakuwa ya kwangu. So in the future Toyota ikija kuona potential ya, ya, ya domain za pai au kuadvertise business zake like kwenye pai, watakuta hii toyota ishakuwa inamilikiwa na mtu mwingine. Kwa hiyo toyota watakuja, watakonsult mtu ambaye anaimiliki, uta make negotiation, utawauzia wao toyota. So sio sio sio necessarily tu kwa toyota, kampuni yoyote kwa mfano unataka kusema labda labda nasema kampuni gani labda safari au kilimanjaro Ukiingia hapo utakuta hamna mtu anaimiliki. Kwa sasa anataka kuinunua Vodacom kwa Pi 45. Utapanda Pi kumi zaidi, kwa hiyo utaenda 55 kibidi 55, kama hakuna mwingine amebid kwa Pi nyingi zaidi yako, baada huo muda uliokuwa allocated hii domain itakuwa kwa ajili yako. Vodacom akija kuona potential ya Pi community wakitaka kuweka Vodacom.pi lazima kuconsult wewe ambao unaimiliki to make negotiation utainunua. So, kuna potential nyingi hapa. Sio lazima tu Vodacom au makampuni hapa ndio. Unaweza kaenda labda iphone.pi. Ukija kwenye iphone.pi kwa sasa iphone.pi inauzwa kwa Pi 162. Kwa kama hakuna mwingine ambaye amebid ukapanda kwa 172. Hakuna mwingine amebid. Kwa utaratibu ni ule ule. iPhone ukija kuna potential wewe ndo utakuwa unamiliki na wewe ndo utakaye kulipa ili wapatie wao waitumie kwa matumizi yao ya kibiashara kwa hizi. Hii ni, ni investment ambayo ni nzuri kwa sasa. Hizi pai mia sabini na mbili zinaweza zikawa ni pesa ndogo sana, ambayo in case ikija kuwa na potential huko baadaye, wewe utakuja utamake millions of money.